Kwa sababu ajali ajali haina uh, kinga na ajali. Wewe utaendesha gari kwa umakini, lakini mwezio anaweza kuja kusababishia ajali. Mimi toka 96 naendesha gari, mimi ajali nikuja kupata mwaka jana, mwaka jana, mwaka juzi ndio nipata kuja kupata ajali tena kwa kugongwa na nimejitetea, nimeingia paka pembeni, polini, mtu kaja kunigongea huko huko. Kwa hiyo ajali sio lazima useme ati mimi niko sipati ajali na nini. Ah, kuna mwingine atakuja kukusababishia, so wewe tu kwa kwa makini, kuna mtu atakuja kusababishia ajali. Kwa hiyo mimi naomba viongozi akyoemo, wa serikali akiwemo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na jopo lako la mawaziri, naomba wafatilie swala la WCF. Kama tajiri yoyote hajaingizwa katika mfuko wa WCF, basi mfanye utaratibu mumfatilie aingizwe katika mfuko wa WCF na yeye awemo kwenye WCF. WCF ndo mtetezi wa wanyonge, hatuwezi kumwenda dereva kumpeleka hospitali Mwimbili akenda kutibiwa kwa pesa yake ya mfukoni. Hawezi, hakuna dereva anayeweza kutibiwa pesheni moja, nakaribia laki nane, pesheni moja mguu laki nane. Sasa mimi ni mpeshinia mara nane, laki nane nane ngapi hizo? Penzi mtazamaji, ilikuwa wa kwanza kupata matokeo Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha simulizi yangu, mahali ambapo simulizi za maisha huzungumzwa kwa sauti ya kweli. Leo tunakupeleka moja kwa moja hadi makazi ya ndugu Hamisi Twa Aliyejulikana kwa uhodari wake katika udereva wa magari makubwa. Safari zake zilivuka mipaka zikisafirisha si mizigo tu, bali pia ndoto na matumaini ya familia yake. Lakini leo hii tunamkuta Hamisi mwingine, mtu aliyekuwa na nguvu na matumaini, sasa akikabiliwa na changamoto ya ulemavu. Swali ni moja tu, nini kilimtokea? Haya yote na mengine zaidi utayasikia hapa ndani ya simulizi yangu. Usikose kusikiliza hadi mwisho wa simulizi hii ya kusisimua, yenye mafunzo na ujumbe kwa serikali ya Tanzania. Watanzania kwa majina wanaweza kufahamu kama nani? Aitwa ha Hamisi Twaha ndo majina yangu hayo. Profesheno yako ni ipi? Profesheno yangu ni dereva unaweza ukatuambia safari yako ya wewe mpaka kuwa dereva ulianzia wapi ndoto ya kuwa dereva ndoto ya kuwa dereva nilianzia gereji baada ya kutoka gereji nikaingia mm, gereji sehemu gani gereji Mwananyamala nikafanya kazi Mwananyamala gereji nikatoka Mwananyamala gereji nikaingia katika mabasi. Baada ya kuingia kwenye mabasi nikafanya kazi kwa mabasi kwenye kwa muda baadaye, nika nikaanza na mimi kufanya utaratibu wa kutafuta leseni basi. Baada ya kutafuta leseni, nikakwenda kusomea mambo ya leseni, nikapata leseni, nikapata leseni class C, nikaanza kuendesha mabasi bado kuendesha mabasi kwa muda nikaachana maswala kuendesha mabasi kwa muda nikaingia katika maswala ya malori. Ni kitu gani kilikuvutia kuingia katika tasnia ya malori? Tasnia ya malori niliingia kwa sababu malori hayana vurumai, alafu inakuwa hayana vurugu, alafu hayana changamoto kubwa sana inakuwa kwenye malori Bosi unakuwa wewe mwenyewe, kwa sababu unakuwa umebeba mzigo, kwa hiyo bosi wa mzigo ni wewe. Lakini sasa unavyoendesha gari la abiria yaani, maana wewe bosi wako ni wale abiria ambao umewabeba. Abiria, endapo atakwambia nataka kujisaidia, inabidi usimame, wajisaidie, ujisaidie, na nini, safari ndio endelee. Mm -hmm. Hebu tuambie kampuni gani ya kwanza uliyoweza kufanya kazi kwenye tasnia ya malori? Kwenye malori tasnia yangu ya kwanza ya kwanza ilikuwa kampuni moja ya Gooni no. iko Kibamba CCM. Baada ya kufanya kazi kampuni ya Gooni Kibamba CCM, walikuwa no. wanaenda Kongo. Kutoka hapo nikaingia kampuni moja Kulasini Transcargo, nimeendesha muda mrefu sana pale Transcargo. Pasipoti kama unavyoziona zote hizi zimejaa, hizi zote zimejaa pasipoti hizi zote, zote zimejaa nikiwa Transcargo, na zingine zipo hapo nimezihifadhi nikatoka Transcargo, nikaingia katika kampuni moja ya Mbagala, ila sikuwahi kufika kufanya kwenda safari ndefu, nikaishia Tunduma, nikarudi kurudi Tunduma, nikapeleka maombi Tropico Tropico, nikakubaliwa kufanya kazi kampuni ya Tropico, nikafanya kazi Tropico kwenye kampuni yao ambao wao ni hesabu walichukua magari ya Dangote tuka, tunaendesha magari ya Dangote sabu contract, yeye ndo alikuwa Tropico mtwala mm, ndio magari nilikuwa naendesha. Nimeendesha magari mengi yani tofauti tofauti, ila sana sana nilikuwa naendesha sana skenia, nimeendesha sana skenia gooni, niendesha skenia kaja Transcargo kaendesha maskenia kutoka kuendesha maskenia ndo nikaja huko Dangote nikaendesha magari ya kichina ya mahoho na mabasi, vile maskenia ndo inaendesha eh. Yani, magari mengi ambayo mimi nimeendesha, maskenia ndo magari ambayo nilikuwa naendesha sana. Na wakati ule safari yako ya mbali kabisa ulifika wapi? Kwenye nchi nilizosafiri hizi ndogondogo za karibu karibu zote nimesafiri. Zambia, Kongo nimenda Malawi, Burundi eh, nimefika Rwanda, kote nimezunguka na magari. Hebu tuadisie eh, siku ambayo uliopata changamoto, ulikuwa wapi? Ulikuwa unaenda wapi na ilikuwaje? kwenye kampuni ya Tropical nikiendesha magari ya Dangote, nilikuwa naendesha gari barki, barki ni tenki ambayo linabeba simenti ya unga kwa hiyo nikatoka nikuwa tunajenga ule mradi wa Mwalimu Nyerere, bwawa la Nyerere, mradi e, wa umeme, bwawa la Nyerere liko ndani kule Mloka ndani kule Stigo au katika e, kwenye kunaitwa kwenye, kwenye mbuga ya Seru ndani e, ya mbuga. Kwa hiyo nikatoka siku hiyo Mtwara, bahati nzuri nikaja nikatembea nikalala njiani Kibiti. Kutoka Kibiti nikamaliza safari yangu nikaingia mpaka ndani Stigo kwenye mradi. Nilipoingia kwenye mradi wa umeme kule, nikashusha mzigo. Baada ya kushusha mzigo, nikasainiwa dokumenti zangu tayari, kumaliza pale nikaruhusiwa nianze safari, nikatoka pale nikaanza safari mpaka hivi. Unaweza ukatuambia ni gari aina gani uko unaendesha wakati huo? nilikuwa naendesha o oh, hmm. mm -hmm, namba ngapi? O 481 dth tela 591 draelo dio kibini kibini 481 dth hey. Nikaingia ndani nikashusha mzigo stigo, nikatoka kule kwenye mradi mpaka pale getini kwa getini pale kama kuna gari gari yako kama ina matengenezo nini unachungulia chungulia kuweka vitu sawa sawa visivyo kadondoka njiani make ni mbugani. Kwa hiyo mbugani huruhusiwi kushuka shuka, wenyewe wanakataza wapendi. Mimi nikatoka pale nikaanza safari peke yangu nikiwa ndani ya kibini. Kwa majira saa majira ya saa sita ilikuwa saa sita mchana kwa hiyo upi kabisa. Na tarehe unaikumbuka? Tarehe tarehe 15 mwezi wa 11 2022. He? nikaanza safari, narudi kufika katikati ya mbuga, nikaona mbele inakuja skenia mbele yangu kontena, skenia ya kontena inakuja. Sijakaa vizuri nyuma ya skenia nikakuta kuna hoho ambao limebeba lori lingine nilimebeba nondo. Baada ya kubeba nondo lile lori lile, kwa ule u, utembeaji wake, anavutembea yule deva wa nyuma yule, ambaye wa ile lori anataka kumovateki mwenye skenia, na ile sehemu ni ya vumbi kwa sehemu ya vumbi, kwa overtake na kwa mtiani kidogo. Kwa hiyo mimi nikampigia taa, nikampigia taa, nikamwomba kama hapo siwezo kufateki kwa sababu sehemu sio sio sehemu salama. Hakunielewa, nikapiga taa, hakunielewa. Nikaingiza gari, nikatoa mguu mmoja barabarani, nikaingia kidogo kama kwenye polini kidogo hivi, kumpisha yule apite kati, kwa sababu yule sasa mwenzangu alikuwa kidogo amesha amesha nani amesha alikotokea mshaji boost tayari kichwani kichwa kwake akaona ile nafasi ndogo, akaogopa kupita, akafunga breki, na gari yake ilivyokuwa mpya, alivyofunga breki, alibeba nondo. Nondo zilivyotembea nondo zikaja kupiga kwenye bodi, alikuwa na bodi lake, nusu bodi, hizi nusu bodi so chanja, nusu bodi. Kwa hiyo zilivyotembea zile nondo zikapiga mlango wa mbele wa tela. Kwa hiyo ulivodoroka ule mtoto, mlango wa mbele wa tela ikaenda kapiga katika mlango wa kibini, ikaenda kupiga kwenye kibini. Kwa hiyo mlango wa huko ubavuni ndio ukaja ukanipiga mimi katika gari yangu Uh, mlango wa yeye ndo ambao mimi unigusa. Kwa hiyo nondo na ile kibini zote zikaenda kumtoboa yule dereva, ikalala pale pale chini. Ikabidi yule dereva kafariki pale pale, mimi nikaa niko pale tena. Hamna, ni mbugani kwenye mbuga ya wanyama, kwa hiyo pale kwa hamna msaada. Kwa hiyo nikakaa kama kama lisali moja hivi au na nusu, miguu yote miwili alivunja, kavunja mguu mara upande mara moja akuko, akavunja mara tatu Uhum. Na huu mkono nao vile nushikia hii maiki, nao vile amevunja hapa huu mkono. Kwa hiyo ndo majeraha ambayo nimeyapata na huku mimi viungo vyangu eh, wakavitoa waka, wakatoa yale kuna vitu fulani kama ball joint TV kwenye mguu wa binadamu eh. Hii kimetolewa mimi sina kile cha upande, cha upande wa mguu wa kulia kile sina, na huu mguu wa kushoto umevunjika mara tatu, umewekwa vyuma sali moja na nusu pale kuna hebu tueleze, kulikuwa kuna hali gani pale ali pale? Maumivu yalikuwa makali na pale kwa sababu ni mbugani, kuna wanyama tu, uwezi kupata msaada wote, unaweza kufika hospitali. Yakatoka ya magari mengine kutoka Mloka ambayo yanaingia ndani kupeleka mzigo kwenye mradi, ndo wakatukuta pale. Mimi ni minasa nalalamika pale, ndo wakaja wakafunga nyororo kwenye gari langu, wakavuta nyororo Walivovuta nyororo zile, umeona bwana, walivyovuta zile nyororo, ndo akaweza kunichomoa kwa walivyonichomoa, wakaneka pembeni, ikaja kenta, ikanachukua kenta, wakanirudisha tena ndani kwenye mradi. Kufika kwenye mradi, wakasema kuna ndege, kwa hiyo wakanipea kwenye, kwenye ndege. Ndege imeshapaa mda ule, kuna ndege ndogo zinakuwa zinatua zile, ikawa mda ule isharuka ile ndege, kwa hiyo ikabidi Waarabu wakafanya utaratibu nikapata ambulance wakanipakiza kwenye ambulance, ndo nikaanza kurudishwa Dar es Salaam, kuja hospitali Moi, hospitali okay, okay. ya Moi kawaje? Nivyofika Moi nikapokelewa, nivyopokelewa Moi na madaktari wakaniingiza fieta, sikuchelewa fieta. Walivoniingiza fieta nikapata huduma, wakapata huduma kwanza, wakaniwekea antena miguu yote miwili kulia nikawekewa antena na wa kushoto nikawekewa antena, miguu yote ikawekewa antena kwa sababu imeshaonekana e, imevunjika. Nikawekewa mtena na huu wa kulia, wa kushoto, wa mkononi, mguu mkono wa kushoto nikavishwa pio pio. Kwa hiyo huko na antena, ndo asubuhi naamka ganzi, natoka najikuta niko hivyo pale hospitali kitandani ndo nikarifu huduma, anabidi akae aende nyumbani. Muda huo natibiwa mimi mwenyewe, yani sio WCF, so mm, mwajili, so yeah. Nimejitibia mwenyewe baada ya kumsumbua sana mwajili, ndo akanitumia barua ya WCF. Wakati huo nishatumia kama, kama, kama mwezi mmoja hivi au mitatu au, au, au, au. Mimi, tatu au, au miwili au, eh, ndo wewe kama wewe mimi kama mimi napambana na napambana familia yangu kwa gharama nizo zitumia pale hospitali kama kwa sababu nilikuwa natumia na bima ya NHIF. Kwa hiyo sasa ni kuwa sifahamu, hiyo bima ilikata nani? Ilikata kampuni au ilikata wewe binafsi? Bima nilikata mimi binafsi ndio ilikuwa inakusaidia. Ndio ilikuwa inanisaidia, ndio eh, yeah. <totipos> Kwa hiyo nikaendelea na ile bima mpaka na fedha binafsi, binafsi kwa, ina maana ile bima ilikuwa kuna baadhi ya matibabu haikavi, haikavi, lazima uongezee, kwa sababu nani, NHIF hmm. Kuna vitu vinginevyo inakuwa haiwezi kukava, lazima uongeze na pesa mfukoni Dio. Kwa hiyo nikabidi nimitibiwa pale, baadaye ndo nikaletewa karatasi kutoka kwa kwa mwajili ya WCF, baada ya miezi mitatu nikatiwa barua ya WCF, ndo yeah. Nikaanza kutibiwa na WCF. Nashukuru WCF wakanitibia huduma zote, nikawa napata kwa wakati. Ukitaka kuenda hospitali naenda kwa wakati, ila sasa bado nikawa naendelea kujilipia mwenyewe usafiri. Kaja siku ya siku nikaambiwa unajilipia usafiri, kutoka wapi, kwenda wapi? Kutoka Mbagala kuelekea hospitali Moi Muhimbili uhum. Kwa hiyo inakaa siku ya kliniki na kwenda kusafisha vidonda, naenda Moi kusafisha vidonda, narudi na kusafisha vidonda. Nilianza nyumbani, nilimuita daktari nyumbani, akawa ananisafisha nyumbani, kusikuweza kwenda hospitali Nilikuwa nalipa mimi mwenyewe, familia yangu ndio alikuwa nachangishana na makundi yangu yale ya kufana kusawa, ya kuzikana, wanatoa pesa ndo nanisaidia. Kila siku akija kusafisha vidonda mguu na mguu anachukua shilingi elfu thelathini akienda akirudi, siku ya kwanza unakaa siku ya pili, ya tatu anakuja tena elfu thelathini kwa hiyo nimeendelea vile mpaka nilipofikia siku ya siku, nikapata tena taarifa kama kuna pesa fulani wameingiza WCF. WCF wameingiza pesa kiasi cha shilingi elfu laki nane, laki nane. Ile barua ilivyokuja, ikaandika kama mwajili, endapo atakuwa hakudai hii pesa, utapewa nusu. Endapo kama anakudai ile pesa, atachukua yote, mwajili kama endapo alikuwa anakulipa mimi nilivyoumia, nipewa mshahara kamili mwezi wa kwanza, wa pili mshahara kamili, mwezi wa tatu mshahara kamili. Mwezi wa kwanza tena ukaja mshahara nusu, nikachukua tena mshahara nusu, tena mshahara nusu. Kwa hiyo ile laki nane ikakatwa, mi nikapata laki nne. Kwa hiyo sikupata tena pesa nyinginewe kutoka kwa mwajiri wangu zaidi ya hiyo laki nne iliyotoka WCF. Ili wako sasa hivi mna aligani? Yaani, mpoje? Mimi kuendeleaje baada wewe na mwajili wako? Nikiwapigia simu kwamba nataka hela ya Panado uweze kupata ama hela ya Panado ama nini, wa wao kuchukua barua kunigaia, kuniambia WCF ndio kila kitu, kwa sababu sisi tumejiunga na WCF hmm, shirika ambalo lina wasaidia kuajali kazini ee. Basi sawa, mimi nivyoenda kuna matibabu napata, sikudai tena kule ofisini kusema nataka ela panado au ela nauli, sikuambia tena, sikuwafatilia tena nika nika, nimeshaachana nao tayari, ndio hivyo. Kwa hiyo nikaenda baadaye wakaniambia, bwana, kama vipi, njoo chukue karatasi yako ya kusitisha mkataba. Nikaenda ofisini, wakaniita ofisini kwao Mbezi, nikaenda Mbezi wakaniandikia karatasi ya kusitisha mkataba wakanigaia, nikatoka pale, wakanishughulikia na karatasi karatasi yangu yangu ni CCF, nikaenda CCF nikachukua karatasi yangu ni CCF. Basi nilipopata ile ya CCF ndo nikanunua pikipiki piki, nikampa dereva ndo nikawa naniletea yeye pesa ya kula hapa nyumbani. mtu zipi ambazo nazipata kiafya sasa hivi, mtu anayeweza kukusikiliza changamoto unazopata kiafya kwa sababu mimi binadamu na mtu wote akishavunjika viungo, kipindi cha mawingu mimi nakuwa sina amani e, mawingu tu yakishaanza mimi sina amani, nikishawakajua nafuu kidogo nakuwa napata. Nakula dawa lakini nafuu kidogo napata, lakini mawingu sina amani, yani hata nje kutoka sito siwezi, yani miguu inauma sana kupita maelezo. Ndio. Je, kwenye matibabu yako kuna mahali popote umeweza kukwama? kwenye matibabu mpaka nimefikia sasa hivi hapa kwa sababu WCF wao ndio walikuwa wananisaidia kwa huduma zao na kwa matibabu yao. Kwa hiyo nimetibiwa mpaka nimeenda kwa WCF ofisini kwao. Baada ya kufika ofisini kwao, wakaniambia unasemaje? Nikasema mimi nasitisha mkataba wa kutibiwa, nikaenda kusitisha mkataba wa kutibiwa. Kana vipi, umepona kama mimi sijapona, ila daktari atajua kama mimi ni pona sijapona. Lakini kupona kutembea kama anavyotembea watu wengine wote, sio haripo tena, sitoweza kutembea kama hivyo watu wengine, lakini kwa kupona tena kwa kila siku, ndio hospitali nimeshachoka, kila siku kataka katwa kata, kata, kata, nyama za miguu, kwa sababu nimeshafanya operation sana. Nimefanya operation kama ngapi? Nimefanya operation mara nane, nimeingia operation kufanya operation mara nane. Eh, kwa hiyo huu mguu ushakatwa sana mpaka mara nane. Kwa hiyo sasa ikaonekana sasa tena ndo basi. Hebu sasa ni kitu gani una matarajio nacho kutoka WCF? WCF, uh, nilikwenda ofisini kwao, ofisi kuu ya Victoria, nikaongea nao na mimi wakaongea na mimi wakanipima, wakani, wakani wakaniangalia jinsi nilivyoumia mpaka nilivyofikia wakasema ulemavu wangu mimi ni mkubwa. Kwa hiyo nikaenda Mwimbili vile vile, kuna daktari vile vile wa WCF akaniangalia tena akanicheki vizuri, akaandika andika anavyojua, akaniambia mimi nimeshamaliza. Kwa hiyo baada ya kuwaulizia WCF, wamesema tusubirie hatua ya mwisho, kwa sababu wao sio ambao wanapanga, alionikagua sio ambaye ye anapanga Akishafanya shughuli zile, kuna mtu anapelekea, yeye ndo anaenda kutathmini kiasi gani mimi nitapewa au nitapata, nita, nita, nitafanywa vipi ili niendelee kusurvive na maisha niliyokuwa nayo. Ushauri wangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiendeshwa na Mama Samia Suluhu Hassan ndo rais wetu wa Tanzania, na mawaziri wake, Liziwani Kikwete waziri wa ajira vijana na wenye ulemavu, cha kushauri kwanza kabisa ma, e, ma, matajiri wote waingizwe katika, katika mfumo wa WCF. Yani ifanye shinikizo waingizwe katika mfuko wa WCF. Tajiri kama hajaingizwa kwenye mfuko wa WCF, serikali ifanye nguvu, yule mtu aingizwe kwenye mfuko wa WCF, kwa sababu WCF ukipata matatizo wao ni wako mbio, wako mbele kukushughulikia. Hiyo mimi nimeona na najisifia mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ushauri wangu kwa serikali mimi ndo huo. Okay, na kwa dereva mwenzako anaokusikia saizi, naye ambaye hajui hata WCF ni nini, na bado yuko saizi kwenye usukani anaendesha, unamshauri nini? Cha kumshauri dereva mwenzangu anaoendesha sasa hivi kwenye steering Atafute ofisi za WCF kama anazijua au kama anazifahamu, akaulize tajiri yangu mimi, je, yupo katika mfuko wa WCF? Akikwambia, akiambiwa yupo kwenye mfuko wa WCF, basi aendelee kufanya kazi, lakini kama yupo akawaambie ofisini, jamani, mimi naomba na mnyi mwingie kwenye mfuko wa WCF, kwa sababu ajali ajali haina uh, kinga na ajali, wewe utaendesha gari kwa umakini, lakini mwezio anaeza kakuja kusababishia ajari. Mimi toka tisini na sita naendesha gari mimi, ajari kuja kupata mwaka jana, mwaka juzi nipata kuja kupata ajali tena, mjitetea aja uko uko. kwa kugongwa na nimjitetea nimeingia mpaka pembeni polini, mtu kaja kunigongea huko huko kwa ajali. So lazima useme yati, mimi niko, sipati ajali sipate na nini nanin, kuna mwingine atakuja kukusababishia. So wewe, kuna mtu makini, kuna mtu atakuja kukusababishia ajali. Kwa hiyo mimi naomba viongozi wa serikali akiwemo mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na, na jopo lako la mawaziri, naomba wafatilie swala la WCF. Kama la tajiri yoyote hajaingizwa katika mfuko wa WCF, basi mufanye utaratibu mumfatilie aingizwe katika mfuko wa WCF na yeye awemo kwa WCF. WCF ndo mtetezi wa wanyonge hatuwezi kupelekwa kumwenda dereva kumpeleka hospitali Mwimbili akenda kutibiwa kwa pesa yake ya mfukoni. Hawezi, hakuna dereva anayeweza kutibiwa. Presha ni moja, na karibia laki nane presha ni moja mguu laki nane Sasa mimi ni presha ni mara nane, laki nane, nane ngapi hizo? Kuna kulazwa, kuna chakula, kwa hiyo hatuwezi, kuna dawa. Dereva hawezi dereva Tanzania hawezi kulipa hela hiyo. Kwa hiyo mi naomba mheshimiwa Rais kama ananisikia na kama ananiona, afanye changamoto kubwa sana. Jopo lake la mawaziri lifanye utaratibu, liingize mfuko wa WCF, kwa kila kampuni iingizwe kwenye WCF. Mtazamaji anayekusikia na ameguswa na, na uh, ulichokisema anataka labda akusaidie kimawazo, kifedha na kihuduma. Je, anakupataje ili akupe msaada? mimi naishi Mbagala, naishi Mbagala maji matitu. naishi Mbagala chamazi mm -hmm. naishi Mbagala chamazi. namba zangu za simu 0784 660 mia sita sitini mia nane ishirini saba. Mimi ndo namba zangu hizo ndo nazopatikana kama mtu anataka kunisaidia au kutaka ushauri kwangu, atanipigia simu, tampa ushauri, eh, au kunisaidia nisa, akinipigia, tamwambia ta, mimi napatikana sehemu hizo, tutaweza kuona ja nguvu zetu zinaweka usafirishaji wazi, muchama, itia mikono hai Chawamata, mshikamano ni wetu, salamu kali.